Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Kanda ya Pwani Boniface Jacob akizungumza na waandishi wa habari mchana wa leo amedai kutokea kwa kifo cha mwanachama wao mmoja ambaye hajatambulika kilichotokea baada ya kupigwa na askari polisi wakati wa ghasia zilizotokea kwenye viunga vya Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu wakati wanachama hao walipokuwa wanaenda kusikiliza kesi ya mwenyekiti wa chama Taifa Tundu Lissu anayeshitakiwa kwa makosa ya uhaini na uchochezi. Lakini wale ambao waliteswa kule kwenye pori ya Ununio na eneo alilotesewa kwa rekodi, kuweka rekodi vizuri tu ni pori ambalo ndo walimtupa marehemu mzee Ali Kibao. Kwa hiyo ni location ile ile ambako e, mzee Ali Kibao alitupwa na ndo sehemu wamepelekwa kwenye kutesewa, hao 13. Kwa hiyo kila mtu anakuwa ni kikundi cha watu watatu watatu, wanashughulika, wanaweza kuchukuliwa wawili hapo, watatu pale, kwa katika hao 13 tisa ndo wamepatikana, wako hospitali, lakini nane na Mheshimiwa Suku na Mheshimiwa Rema wanajamaa, tumeona viongozi nane, tumesalimiana nao na tumewajulia hali na jeruhi, lakini mmoja vile vile tunazo taarifa za kufariki kwake, na maana amepigwa mpaka ameuawa, na bado hatujajua jina lake ni nani, lakini alikamatiwa Kisutu kwa mujibu wa watu waliokuwa nao hapa. Tukampa nafasi, ataelezea mheshimiwa Elizabeth Mambosho kwamba hao walipokuwa wamekamatwa yule alikuwa anakuja e, naye kuungana na wenzake akiamini e, kwa sababu Eliza ndiyo alikuwa anapigwa sana. Kwa yule mwanachama alimwona mwenzake anapigwa akasogea ili kuja kuwasihi polisi wasimuumize. Walipokuja, kuna mwanadada mmoja alikuwa pale, alitoa amri yule alikuja naye apigwe. Kwa hiyo yeye alipigwa tulungu la kwanza tu, alipigwa kichwani na akapasuka, damu nyingi zinazotoka. Kwa Eliza akiwa chini anapigwa anasikia polisi wanasema Mwaisheni, atatufia. Sasa tumefika pale Mwananyamala, tumemkuta amepelekwa emergency. Emergency, daktari aliyekuwa anatutambulisha majeruhi wetu, daktari wa, wa emergency, na wametuambia katika tisa waliokuja mmoja ameconfirm kwamba amefariki, na tulipotoka pale emergency, Mheshimiwa Sugu na Mheshimiwa Reba kwenda mortuary, tumekuta gari ya polisi na askari kama watano, tukaomba kwamba wamalize kumshusha yule maiti, tumtambue na tuwapigie kwa viongozi waweze kujua ni nani. Lakini cha ajabu, polisi wanatuona mheshimiwa Sugu na Reba na mimi basket, <tôi> na baadhi kama makamanda ambao ndio tatu pale Montwa na tayari washaandikisha kwenye daftari kwamba wana wana mtu wanamkabidhi wao ni wakina wa nani wametoka naye wapi, na yule mtu wa Montwa aliambiwa kule majeruhi emergency amejulikana ni mtu wa Chadema katika tisa waliofika yule emergency, tulikwambia lakini askari walipotoka Emergency kwenda Montwell, wakasema mtu ule amekufa maji. Kwa hiyo na sisi tukasema hata ukorunio watu wetu walikuwa wanateswa, walikuwa na maji maji na madimbwi. Kwa hiyo tunatamani hata mtu ule alikufa maji tumuone. Baada leo Dar es Salaam hakuna mafuriko, kwa sababu kuna mtu mzima anaweza kufa maji ndani ya Dar es Salaam. Polisi waliposikia tumekuwa hapa tunasubiri kumtambua ule maiti, wakamrudisha, wakafunga gari ya polisi, wakashusha turubai, wakakimbia na ile maiti pamoja na kwamba alisha msajili wa mshushi lakini kwa kuona tutadema tumefika hapa watu tumshuhudia maiti wetu, wakafunga gari ile mlango wa nyuma wakashusha turubai wakadandia ile gari rakaka wakavua gloves, na ni baada ya askari mmoja ambaye tulimtambua ni inspector kuongea na simu. Kwa hiyo wenzetu tuliporudi hapa makao makuu, wanataka kuchujulia hali yule ambaye amepigwa damu za mwaka nyingi sana anaendeleaje. Ndo tunasema kwamba tumeenda watu wa Emergency, wamepelekwa kwa hiyo, so far tuna ripoti ya kifo kimoja cha, cha kamanda wetu mmoja mmoja katika hao na Chadema, lakini vile vile tuna nane ambao ni majeruhi wamekimbizwa Mwananyamala, e, na wengine wapewa rufaa kwenda Muhimbili, na sasa hivi zoezi zinaloendelea ni kutafuta wengine wako wapi, e, maana makamu mwenyekiti yeye walimkamata daraja la wa Salenda baada ya kumshurutisha, kumsukuma na kuanguka, wakamleta kinguvu na magari yao. Askari wawili wakaendesha gari ya makamu mwenyekiti na mmoja wa dereva wa wame makamu wameingia mpaka hapa, wamepaki gari, alafu wakamchukua dereva wakaondoka naye. Bora dereva mwenyekiti, makamu vilevile tunamtafuta, tujui kwapi, lakini wakati anakuja hapa, alisindikizwa na askari wawili waliovaa kiraia, wakapaki gari ya makamu mwenyekiti heti hapo, wakamchukua dereva wake wakatoka wakatokana vitini ikaaei nyingine ya polisi wakamchukua wakaondoka naye. CHADEMA pia imesema katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika amekamatwa na jeshi la polisi asubuhi hii maeneo ya Faya akielekea Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu kufuatilia mwenendo wa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama hicho Tundulisu, huku wengine waliokamatwa na kupelekwa kituo cha polisi cha kati ni Swabati Malonge, Manase Mjema, Naomi Kitabi, Abel Kirubi mwandishi wa East Africa na wawili waliotambulika kwa jina moja haruna na Jacob. Mtazamaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata taarifa.